Akizungumza kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA, Naibu Mkuu wa Kitengo cha Mawasiliano wa Serikali DCEA Bwana Daniel Kasokola amesema kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya ya Kondoa wamefanikiwa kuteketeza ekari 157 za mashamba ya bangi katika vijiji vya Ntomoko, Kinyasi na Haubi. Watuhumiwa saba wanashikiliwa kwa mahojiano, na pikipiki piki mbili zimekamatwa. Naitwa Daniel Milando Kasokola, Naibu mkuu kitengo cha mawasiliano ya serikali mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Kwa niaba ya kamishna jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, napenda kutaarifu umma kwa kuanzia tarehe 14 hadi 19 ya mwezi Mei 2025 mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya ya Kondoa umefanya operation katika wilaya ya Kondoa, hususan katika vijiji vya Nkomoko, Haubi, Mafai na Kinyasi na kufanikiwa kuteketeza jumla ya ekari mia moja hamsini na saba za mashamba ya bangi hukamata pikipiki mbili na tunawashikilia watu saba wanaohusika kuhusiana na matukio hayo. Hii ni mara ya pili kufanyika kwa operesheni kama hii katika wilaya ya Kondoa ikiwa ni sehemu ya jitihada za mamlaka za kuhakikisha inadhibiti uzalishaji na biashara ya bangi hapa nchini. Pia mkuu wa wilaya ya Kondoa Mheshimiwa Fatuma Nyangasa amesema serikali ya wilaya hiyo itaendelea kushirikiana kwa karibu na DCEA kuhakikisha bangi inatokomezwa, huku akiwataka wananchi kuachana na kilimo hicho na kujikita katika kilimo halali cha mazao ya chakula na biashara na kulima kwenye maeneo yanayoruhusiwa kisheria. Kondoa, kama baadhi ya wilaya nyingine, tuna tatizo na tuna changamoto kubwa ya baadhi ya wananchi wetu wale wachache kujiingiza kwenye kilimo ambacho Uh, kwa mujibu wa sheria si halali, lakini pia kina athari kubwa. Matumizi ya bangi kama dawa za kulevya, athari zake tunaziona kwenye jamii yetu na tumekuwa tukishuhudia kila siku kizazi, uh, baada ya kizazi. Kwa hiyo tuna changamoto hiyo, na tumekuwa tukifanya jitihada mbalimbali kwa kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa dawa za kulevya, pia tunashirikiana nao kuhakikisha kwa kwamba tunateketeza uh, mashamba hayo, lakini tunakamata wale ambao wanajihusisha na uuzaji wa bangi lakini kilimo cha bangi pia, lakini vilevile tunatoa elimu kwa wananchi wetu, namna nzuri ambayo wanaweza kuachana na kilimo cha bangi, lakini kuenda kwenye kilimo kingine ambacho kinatija zaidi kwetu, kwao, lakini kwa taifa kwa ujumla. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Mafai Shaibu Hamisi Kalinga, ameeleza namna viongozi wa kijiji walivyohamasika kuleta mabadiliko katika kudhibiti kilimo cha bangi kijijini hapo. Tupo pamoja na operesheni wote kuhusu na idara zote zinazohusika ngazi ya, ngazi ya taifa ngazi ya mkoa hadi ngazi ya wilaya hadi kijiji kwa ajili ya kuteketeza zao hili la bangi. Wananchi wa kijiji cha Mafai nao wameamua kujitokeza kushirikiana na serikali ili kuhakikisha kijiji chao kinakuwa salama. Rajabu Hamisi, mkazi wa kijiji hicho, anaeleza namna walivyohamasika kuachana na kilimo hicho haramu. Kwanza kabisa, kwa niaba ya wananchi wa kijiji cha Mafai tumeamua kuachana na kilimo cha bangi kwa sababu bangi ina madhara makubwa kwa jamii, kwa familia zetu, na hata jamii zingine ambazo haziko kwenye kijiji cha Mafai. Na tunaishukuru serikali kwa maamuzi uliofanya kuamua na hii operesheni ya uteketezaji wa kilimo cha bangi, kwa sababu ina madhara makubwa. Na wachache waliokuwa wanashiriki kwenye kilimo cha bangi ndani ya kijiji cha Mafai wameamua kujitoa kabisa na kuachana na kilimo cha bangi. Kwa sababu itatuletea madhara kwa familia na jamii zetu. Anwar Shabani, Dodoma TV.